Wakenya wanapoendelea kunywea kwenye kikombe kichungu mikononi mwa baadhi ya maafisa wa polisi ambao ni katili, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amebaini kuwa maafisa wale katili wanatekeleza maagizo ya wa Rais William Ruto, hasa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat.

Gachagua, akimtaka Rais Ruto kwanza kufutilia mbali kikosi anachosema kinaendeleza utekaji nyara wa Wakenya. Hata wale watu walitekwa nyara huko Marakwet, postmortem imefanyiwa, wamepatikana, they were also tortured. Na nilisema there is a squad of 101 police officers that was formed Upon the approval of William Ruto attached to the National Intelligence Service for high level training on abductions torture and extrajudicial killings so however William Ruto if you are serious first order the disbandment of that unit that you founded for the purposes of torture for the purposes of abduction and extrajudicial killing haya yanapoendelea, Rais Ruto ametakiwa kumwondoa kazini naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat, hasa kutokana na kifo cha mwanablogu Albert Ojuang, akitakiwa kulinda usalama wa Kenya au ngoma iendelee kuwa yatahudumu kwa muhula mmoja. Tunajua wewe ndiwe umeshikilia Lagat na wewe ndio ulimtuma Manake kama hukuwa umemtuma, ungekuwa umemsimamisha kazi sasa hivi Lagat, yeah. Rais ulikula kiapo ya kulinda nchi na binadamu, wananchi si wamekufa kwa mikono ya William Ruto, yeah. Sasa tunakuambia, kama DIG Lagat hataenda nyumbani, Wakenya watafanya uamuzi, na uamuzi wao itakuwa namna gani? Ruto maas yeah. Ruto. Gachagua na wandani wake wamezungumza haya walipokuwa wanaendeleza ziara yao ya kupigia debe chama chao cha DCP kaunti ya Murang'a. Zablon Masharia, Undugu TV.